Na familia moja kutoka kijiji cha Usonga mpakani mwa kaunti ya Busia na Siaya imesalia kwenye njia panda baada ya mawasiliano na mwana wao Christabel Atieno aliye nchini Saudi Arabia kukatika kwa muda wa miezi sita sasa. Kimya hicho kinazidi kuwatia hofu, kizingatiwa kwamba mara ya mwisho kuongea na mwana wao miezi sita iliyopita alikuwa amepigwa na kuvunjwa mguu na maafisa wa polisi nchini humo baada ya kupelekwa katika kituo cha polisi na mwajiri wake, kando na kupokonywa vyeti vyake vya usafiri, wasijue kosa lake. Mtoto ananipigia ananiambia, mama, najua ushanitafuta kwa simu, haujai nipata. Nikamuuliza ni nini mbaya, akaniambia vile mimi niko hapa niko, ni bosi wangu alinitia ma, maskari walinipiga wakanivunja mguu na mkono ikawa na dislocation. Nikamuuliza ni nini ulifanya ndio bosi akakufanyia hivyo, akaniambia, cha kwanza bosi hakutaka nirudi, akaninyang'anya vitu zangu. Cha pili boss anasema ya kwamba mimi nilichapa mtoto, na mimi mtoto alikuwa shule, nikaenda kutoa mtoto shule, nikapata mtoto na alama kwa uso. Nikampigia simu, akaniambia nipige mtoto picha nimtumie, nikamtumia. So, kulingana na embassy, tuliwaandikia barua na after two days huwa nawapigia, lakini majibu kamili hakuna Ukiwapigia okay, wanakuambia bado tumengojea ripoti kutoka Saudi Arabia. Saa hivi vile tuliandika barua sahini, karibu one month imepita, sasa hatujui usaidizi tutapata wapi. Mwenye anaweza kutusaidia asaidie hii familia, ili mtoto arudi Kenya na mtazamaji, katika ile hali ya kwe...